Kwa nini Israeli inataka Ayatollah afe? Swali hili lina mguso wa kisiasa, kihistoria na kijasusi, na linahitaji jibu lililo na mizani, mantiki na muktadha wa kimataifa. Hapa chini nimekuelezea sababu kuu, kwa nini Israeli uona Ayatollah Khamenei kama adui mkubwa kiasi cha baadhi ya viongozi wa Israeli kutamani kifo chake, ikiwa si rasmi basi, kiitikadi na kisera, uhasama wa Irani na Israeli ulianza tangu mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Kabla ya 1979, Irani ilikuwa chini ya Shah, ilikuwa mshirika wa Israeli. Baada ya Ayatollah Khamenei kuchukua madaraka, Irani iligeuka kuwa adui mkubwa kabisa wa Israeli ikitaja kama shetani mdogo, huku marekani ikiwa ni shetani mkubwa. Je, hayatola khamenei ni nani? Hayatola hali khamenei ni kiongozi mkuu wa Irani mwenye mamlaka ya juu kabisa juu ya sera za kijeshi, vikosi vya IRGC na karn fosi, ni msaada kwa makundi ya wanamgambo dhidi ya Israeli kama vile Hezbollah, Hamas na Islamic Jihadi. Wa Israeli, Khamenei ni mchochezi mkuu wa msururu wa hatari unaozunguka taifa la Kiyahudi. Kwa leo nakuletea sababu kuu tano: Kwa nini Israeli inamuona Khamenei kama tishio kubwa? Sababu ya kwanza ni mradi wa nyuklia wa Irani. Irani chini ya uongozi wa Khamenei imeendeleza mpango wa nyuklia ambao Israeli inaamini kuwa una lengo la kutengeneza bomu la nyuklia. Khamenei amekana nia hiyo, akisema ni haram kisheria ya Kiislamu, lakini Israeli haiamini ya maneno, uangalia vitendo: mitambo ya kurutubisha uranium. Vizuizi kwa IAEA na maficho ya baadhi ya mahabara Kutokana na sababu zilizotajwa hapo juu, hofu ya Israeli ni kwamba inajua Irani inamiliki bomu la nyuklia, na huo utakuwa mwisho wa usawa wa nguvu katika Mashariki ya Kati. Sababu ya pili, msaada kwa makundi yanayopambana na Israeli. Chini ya Khamenei, ilani ufadhili kifedha, kijeshi na kiitikadi makundi yafuatayo Ezbora. Hii ni kundi linalopatikana nchini Lebanoni, lina maelfu ya makombora yaliyoelekezwa Israeli. Lakini pili, kuna kundi la Amasi ambalo lilipatikana Palestina na Palestinian Islamic Jihad ili lilipatikana Gaza, wana uhusiano wa moja kwa moja na IRGC iliyo chini ya Khamenei Makundi ya kishia Iraki na Siria yanayosaidia kupanua ushawishi wa Irani karibu na mipaka ya Israeli. Mtazamo wa Israeli ni kwamba huu ni muundo wa mtego wa Irani kuizunguka Israeli na kuanzisha mashambulizi ya mlolongo. Sababu ya tatu ni propaganda kali dhidi ya Israeli. Khamenei hutumia majukwaa ya kidini na kisiasa kulaani Israeli kila mara, wita Israeli uvimbe wa saratani unaopaswa kuondolewa. Anaunga mkono azimio la Palestini kutoka mto hadi bahari, maana yake kuifuta Israeli kwenye ramani ya dunia. Kwa Israeli haya ni maneno hatari sana kutoka kwa kiongozi mwenye nguvu za kijeshi. Sababu ya nne ni mshikamano wa Irani na mipango ya kanda. Khamenei ameunda kile kinachoitwa axis of resistance dhidi ya ushawishi wa magharibi wa Israeli: Irani, Siria, Hezbollah, Hamas na makundi ya Iraki na Yemen. Lengo ni kupambana na ushawishi wa Marekani na kuikabili Israeli kwa nguvu zote. Mtazamo wa Israeli ni mduala wa maadui unaongozwa na mtu mmoja Khamenei. Sababu ya tano ni operesheni za siri na vita baridi. Katika vita visivyo rasmi, Israeli hutekeleza mashambulizi ya angani Siria dhidi ya vituo vya Irani. Irani hufanya mashambulizi ya saiba, ufadhili wanamgambo, na kutoa amri za kulipiza kisasi kupitia washirika wake. Kwa Israeli, Khamenei ndiyo mastermind, yani kichwa cha nyoka. Swali la kujiuliza: je, israeli inataka kifo chake? Kwa jibu la haraka na rasmi ni hapana, lakini kimya kimya jibu ni ndiyo, hasa kwa baadhi ya vyombo vya usalama na wakosoaji wa sera za Khamenei. Na huu ni ushahidi wa majaribio ya siri. Mwaka 2020, mshauri mkuu wa nyuklia wa Irani, Mohsen Fakhrizadeh, aliuawa. Irani inailaumu Israeli. Israeli imewahi kutekeleza operation dhidi ya wanasayansi wa nyuklia wa Irani. Matarajio ya mabadiliko ya uongozi nchini Irani huchukuliwa kama njia ya kuondoa sera kali kwa Israeli. Ayatollah Khamenei si tu adui bali mfumo mzima wa hatari wa siraha wa ideolojia wa wanamgambo Kifo chake kwa baadhi ya maafisa wa Israeli kinaonekana kama mwarobaini wa tishio la Irani, lakini pia ni hatari, kwani huenda kikazaliwa kizazi kingine chenye msimamo mkali zaidi yake. A few days after the nuclear deal was announced,